cha Mapinduzi kuanzia ngazi za matawi, ngazi za kata, kwa miradi inayowafikia sehemu husika, maeneo mlipo, msijihusishe kuchukua nafasi ya uongozi katika miradi hiyo. <coughs> msijihusishe kuchukua nafasi za uongozi katika miradi hiyo. watu wengine wachaguliwe lakini nini kama wakaguzi wa miradi hiyo, sawa. Mwenyekiti sisiemue jamani, Mama Samia akafanya kazi, tusiende kwa kupapasa papasa, hatubumbi haa. Hii bodi ya siasa yamweze iko vizuri. Kwa hiyo nawaongoza, kama kuna sehemu ina mapungufu hayo, nendeni mkailekebeshe mapema, na mimi si nasisitiza hapa sisi viongozi wa chama sio wa kwenda kupoka madaraka madogo madogo kama hayo, ambayo sisi ndio tunatakiwa tukayasimamie. Mmenogiziki jamani? Yaani kama mmo endemtitara. Eh, sisi bwana ndio wasimamizi. sitakiwi kuwa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, likiharibika ni kamati inapelekwa polisi na nawe sisi tusiende kujihusisha na hizo kazi. Tumeona wajumbe wa halmashauri kuu, sisi ndio wakaguzi. Neno langu la nyongeza, kwenye viti wa kata, makatibu kata, wenezi wa kata, mnaogombea na mnaotafuta wagombea au mliobeba wagombea au wenye ajenda ya wagombea, acheni mara moja. Jamani, ishirini na saba iko mbali, lakini unaweza kaishia ishirini na tano kwa sababu ya makosa madogo madogo ambayo hayana sababu. Acheni kufanya kazi ya kuwakapenia watu kabla ya madiwani hawa bado wako madarakani. Acheni kabisa. Kaeni mtulie, endesheni chama na shughuli zake, muda ukifika Ninarudia tena msiende kujihusisha na kampeni kabla ya wakati, msiende kufanya vurugu kwenye kata zenu, viongozi wa chama lakini madiwani. Nimesema acheni kudhalilishana, kufatana fatana wa kata hii na kusema kata hii wa kata hii na kusema yule. Acheni, heshimianeni, pendaneni, mthaminiani mpaka muda utakapofika. Wewe well, hata ukimchukia mwezio, kama ipo ipo tu hata wale viongozi wa chama mkiwafanyia vituko madiwani, kama ipo ipo tu. Sijui mmenielewa vizuri. Nendeni mkafanye kazi kwa umoja, mshikamano na upendo mkubwa sana ndani ya chama katika maandalizi ya uchaguzi huu mkuu wa ishirini ishirini na tano.